Niwambie kitu. Niwambie kitu. Niwambie kitu. Niwambie kitu. Siku ya leo, siku ya leo. Mimi sikuwa vizuri kwenye afya. Najisikia kuumwa kuumwa. Unajua ukishakuwa uko ndani ya ndoa, kuna kanaume, kuna kanaume. Kuna fanya mambo yako na unaeka Nafanya mambo yangu tu, si niwaache sasa, mambo ya mwenge endelee. Kwa mimi mume wa mtu jamani, nile. na kazi maalum muda huu, ujue hamuwezi kunielewa kwa sababu wengine hapa mjaoa, mjaolewa. Ujue sasa ukioa ndio mtanielewa, ujue. Mtandao wa WhatsApp umekuwa ni moja kati ya mitandao ambayo mtu naweza ukatuma video ambayo mtu ka view once. Sasa kupitia mitandao ya kijamii baina ah moaoj nawdadai pamoja na yamaaudo Zuchu. So kwa upande wa mwanamuziki huyu Diamond Platnumz, usiku wa kuamkia leo kwenye hafla ya kuweza kupokea mwenge wa uhuru katika wilaya Ilala, Diamond Platnumz aliweza kuambia mashabiki zake kwamba yeye ni mume wa mtu, so kuna baadhi ya majukumu ambayo inabidi sasa akayafanye. Usiku huu anatakiwa akakae pamoja na mke wake, so atapunguza kuweza kufanya show za usiku. So kwa nukuu ambayo Diamond Platnumz anasikika akiwa anazungumza kwenye stage, Diamond Platnumz yeye yeah, anasema kwamba Niwambie kitu siku siku ya leo, mimi sikuwa vizuri kabisa kwa kwenye afya, nilikuwa najisikia kuumwa eh, kuumwaumwa ebana. Unajua ukishakuwa ndani ya ndoa kuna kanamna fulani hivi unatakiwa uwe umejifungia ndani tu eh, unafanya mambo yako na mambo yanazidi kukaa safi kabisa na kula kiuhalali. Sasa hivi eh bana, ndio maana nafanya mambo yangu Hayo ndo maneno ambayo Diamond Platnumz aliweza kuyasema, lakini pia alizungumza na kusema kwamba mimi pia ni mume wa mtu. Kwa hiyo kuna baadhi ya majukumu ambayo nitayapunguza kwa muda mda huu. So kinachoendelea ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameolewa, kuna wengine ambao hawajaolewa. Lakini mimi eh, tayari nishaoa. Hayo ndo maneno ambayo Diamond Platnumz aliweza kuyazungumza kwenye stage. Sasa watu wengi walikuwa pengine wanaamini kabisa kwamba ndoa ya Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu eh, labda ilikuwa ni E, labda kiki labda ni ngoma ambayo inataka kutoka na maneno kibao, ambayo inaweza kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sasa hivi ni kwamba Diamond Platnumz yeye ameweza kudhibitisha kwamba sasa hivi yeye ni mume wa mtu, ni tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanafikiria hapo awali, na ndoa yao bana iliweza kuvuja. Yote hii ni mara baada ya siku chache Ndoa hiyo ilikuwa ni ndoa ya siri siri, hata picha zenyewe ambazo ziliweza kuvuja ni picha ambazo hazikuweza kupostiwa sehemu yoyote. Kwa upande pia wa mwanadada Zuchu, asa hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram, baada ya kuweza kufuta utambulisho kwamba yuko chini ya record label ya WCB, ameonekana na mwenyewe kujiita kwamba ni Mrs Nasib, yani kwamba ni mke sasa wa mtu eh, ni mke halali kabisa. Yote hii ni mara baada tu ya show ambayo Diamond Platnumz aliweza kuifanya eh, siku ya hapo jana na nakutaka kwamba E, katika siku za hivi karibuni atapunguza e, kufanya show katika e, mida ya usiku usiku, so kwa kuweka mabda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E, bana, atupe mtazamo wako kwenye uwanja wa comment hapo, lakini pia usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, tutakuwa umetisha kinoma noma, till next time bye, bye.